Obadia sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja. Biblia inasema na waokozi watatokea juu ya mlima Sayuni, si ndiyo? Halafu watafanyaje? Watahukumu mlima wa Esau, halafu na huo ufalme utakuwa utakuwa mari ya Bwana. Waokozi ni watu wa namna gani? Namba moja. Waokozi ni watu waliotengenezwa na mbingu kuleta uokovu kwenye dunia yao kwa niaba ya Mungu mwenyewe. Waokozi ni watu waliotengenezwa na mbingu kuleta uokovu kwenye dunia yao kwa niaba ya Mungu mwenyewe. Isaya 26 mstari wa 18. Isaya 26 mstari wa 18. Hapo ukifungua utawaona watu waliopata nafasi ya kuishi duniani na wakachezea nafasi ya maisha. Wamefika muda ambao hawana tena cha kufanya kuleta tija duniani, wanalalamika, wanang'unika, wanasikitika, wanajuta kwa nini walichezea nafasi. Isaya ngapi? Nimesema 26 mstari wa 18. Wanasema hivi, tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu lakini tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo, na wanajaribu kuelezea upepo ni nini. Wanasema kwa kuwa hatukufanya uokovu wowote duniani, hatukufanya uokovu wowote duniani. Kila mmoja kwa muda unaokuwa duniani Mungu anakupa mimba, mimba za mawazo ya biashara, mawazo ya kiuchumi wazo la kuamba nitawajengea wazazi wangu nyumba kutoka kwenye kile kijumba cha ovyo ovyo kule kijijini. Hao watu wanararamika, wanasema wakuweza kuleta wokovu wowote duniani. Nini maana ya kuleta wokovu wowote? Maana yake ni kuleta kitu cha tofauti kitakachovusha wengine, kuleta kitu cha tofauti kitakachovusha wengine. Kwa sababu moja kati ya sababu kwa nini hatuna matokeo ni kwa sababu tuko comfortable. Mimi ni mwanafunzi tu unapaswa uwe mwanafunzi muda wa darasani ilo, ukitoka unapaswa kuwa global thinker. Solution finder nje ya kuwa mwanafunzi. Mimi nimetumwa na Mungu duniani kwa kazi I have something to do for God. Ni kipi hicho? Ni lipi hilo? muda wangu nje ya masomo nautumia kujiboresha wapi? Tukifikiri hivyo unafikiri basi, kuna mtu atakwambia usizini huo muda wa kuzini haupo, kwa sababu muda ambao mtu anataka mkazini ndio muda ambao unapaswa ujitafute au uboreshe kitu fulani si? <laughs> Umeelewa kitu? Yaani tungekuwa tunarudi duniani ningekuwa kuna wengine sasa, ningekuwa narudi kuwa kijana sasa. Haiwezekani kurudi. Mtu wa Mungu, ukijitahidi Mungu anaweza kukupa afya, lakini arudishe umri? Unakuwa <laughs> mzee kama kijana, lakini ndani ni mzee. Umri aliyotupa Mungu wa ujana ni kwa ajili ya, kum, ya kumfanyia Mungu vitu hadi unafika uzeeni, unakaa kuelekeza wanaokuja nyuma, sio unajuta kwa nini ulichelewa. Mmenielewa? Ndo kazi ya ujana. Unapaswa ufanye vitu, ukiwa uzeeni unashauri, unasikilizwa na kizazi cha nyuma kwa sababu una cha kusema ambacho wao hawana, una cha kuonyesha ambao wao hawana. Kwenye maisha haya usipozaa kitu Utatukanwa. Kuna watu wanakutwa kwenye vijio wanacheza karata au kamari, wanasema wanawakamata, tumewakamata wazururaji. Hilo ni tusi tayari, yaani wanavyokuona wewe, jina title akufaa ni mzururaji. Usipozaa kitu, huwezi ukaepuka kutukanwa. Asiyefanikiwa kuzaa kitu cha maendeleo, anamwita maskini Wakijaribu kuremba kwenye umaskini wako, wanasema maskini wa Mungu, ili wa Kristi ionekane sio maskini wa kawaida. Ila maskini ni maskini, awe wa Mungu au wa shetani, ni maskini bwana. Kwenye maisha haya, usipozaa kitu utatukanwa. Tumeona siku hii ni siku ya matukano. Alafu cha pili, siku hii ni siku ya aibu, utaaibika Umewahi kumaliza chuo, umalize chuo kwenu ni kijijini, kwa hiyo hakuna cha kwenda kufanya, ila warau mjini, sehemu fulani kuna shangazi ana vitoto vitatu vidogo vidogo, kama wakinaelimika ya wangu vile, alafu umekaa nyumbani kwa sababu ajira hujapata, akili pekee ulionayo ni ajira, alafu vitoto vinataka viangalie Superbook au Tom and Jerry, sijui nini, alafu na wewe unataka uangalie mahubiri wanasikia kilio Sebreni, kama ambavyo sauti ilisikika rama. <laughs> wanasikia kilio Sebreni Junior analia, mama mama, amenyang'ania remote. Nani huyo? injinia msofe. <laughs> injinia msofe anataka kuangalia Mahubiri ya Kabigumila <laughs> na mtoto anataka kumwangalia Tom and Jerry. Utaanza kusikia baada ya muda, utaanza kuambia ya niko hapa na mtoto wa shemeji yangu ya, kwa kweli yeye anaamka anakula analala, kumbe atakufagia unafagia na kudeki unadeki na vyombo unaosha, yupo hapa ameridhika ya, hey, ya yani ana malengo gani? Ah, yupo. Labda wewe muulize kaka yake, muulize labda wewe baba yake atakusikia. Ebu muulize. Okay. Mimi ajaniambia chochote. Okay. Anaanza no. kuonekana kama mzigo no. Unajani kwa nini? Kuna kitu. Ila ungekuwa ulipomaliza hiyo miaka mitano uliyokaa pale ukasema, kuliko nikae hapa, bora niende kulima. Mwaka wa kwanza ukapata hasara, mwaka wa pili ukapata hasara, mwaka wa tatu umeshazoea, uimgundu ulikosea wapi. Uka, ukatoboa mauzo ya kwanza yakakuweka vizuri, mwaka wa nne ukarudi vizuri, watano tayari umenunua magari na kila kitu na mashamba unamwagilia. Okay, ukiwa unarudi, anakuwa anasema mpokeeni kaka Tom, mpokeeni karaka na hiyo mizigo yote aliyokuja nayo, na mmekaa e, e, tu. Umenielewa? <laughs> asiyekuwa na kitu apokelewi kwenye maisha haya. Wanadamu hawapokei mtu wanapokea kitu cha mtu.